Meya Katembo Ndalieni Julien anawakumbusha wakaaji wa Goma kuwa wako huru kutembea saa ishirini na nne kwa siku, kinyume na taarifa za uongo zinazoenezwa mitandaoni zikidai kwamba hakuna mtu yeyote anayepaswa kutembea baada ya saa tisa usiku. Meya Katembo Ndalieni Julien anatoa onyo kwa wale wanaosambaza taarifa potofu kwenye mitandao ya kijamii. Katembo Ndalieni iko hapa akizungumza na mwenzetu Moise Komayombi kwa niaba ya Simba Media DRC. Tumsikilize. Leo tunapatikana kwenye meri ya Goma tariki 21 isikize mwezi wa 11 mwaka wa 2025. Nikusema kunakuwa rumors yenyewe inatembea ndani ya marezo socio kama inakataziwa e, ndani ya vile ya Goma kutembea nyuma ya 24. Tunasema kama hii ni fosilimere, ni habari ya mbaya na ni ya uongo. Sisi hatuja hata siku moja akomunike kama watu wanastahili kufunga aktivite zao na wasitembee e, nyuma ya saa tatu ya usiku. Ni kusema tangu zamani, wakati tumefika hapa tumeambia population itembee 24h/24h donc aktivite ziendelee na eh, eh, tunaendelea kuzungumzia populasio ya kwamba bushi. Nikusema autorite ndio anapashwa eforme populasio yake kama kuko shida lakini osinota shida ya kuwa population napashwa jua kama si kama tunashimamia meri ya Goma zungumuza au gouverne de province, wakenajua kama ile information ya uongo. Nikusema wakati tulikuwa hapa kwenye meri tumesikilizana, tumesema kama eh, eh, ndani ya securite tutaweka nguvu na ndio maana tunashukuru population, sababu population imeweza kuakompanye sisi viongozi na ndio resultat leo unaona vile ya Goma iko securisee. Ile, ile rumeur inapasha kuwa ilitokea mweneo zenye guvernema inaongoza ina, ina sababu Beni, Butembo, Ituri, Kisangani na unafika na eneo za, za Katanga na Kinshasa zikokarakterize na insecurite. Ngo ni kusema nuna wa komuna, semaine prochaine ulisikia mu teritoire ya Lubero ADF ziliua ziliua plus de 20 personnes. Ile ni vitu vinasikilika fasi kwa guvernema ya Kinshasa sababu